Siku moja tu baada ya mkurugenzi wa mashtaka ya umma Keriako Tobiko kuagiza Pastor Victor Kanyari wa kanisa la Salvation Ministry kuchunguzwa na maafisa wa CID kwa tuhuma za ulaghai baada ya taarifa yake kuangaziwa na runinga ya KTN kwenye makala ya upekuzi ya Jichopevu na The Inside Story, hii leo maaskofu wa muungano wa makanisa wa kiinjilisti wamejitokeza na kuyakashifu matendo yake na hata kumkana. Lakini je, Victor Kanyari alikuwa ni mtu wa aina gani kabla ya umaarufu wake? Lofti Matambo na maelezo zaidi kumhusu. Kwa majina ninaitwa Ronaldo huko Nimeokoka Yesu ni, yeso, ni buwana, nile, bwana nilikutana ni ujenja huu wake daktari na nabii wa kujibandika Victor Kanyari unaoendelea kutikisa vichwa vya habari hadi sasa baada ya makala ya Jicho Pevu na The Inside Story ya KTN kuweka para wanja ulagai wake wa kujitajirisha huku, huku akilinyonya jasho la wanyonge kwa kutumia ulagai. Wewe usiende huko, hujatoa sadaka. Simama hivyo na simama. Ujanja uliokera umma na viongozi wa dini na hata viongozi serikalini hiyo jana, kiongozi wa mashtaka ya umma akaiagiza idara ya CID kumchunguza Kanyari na kumfungulia mashtaka ya wizi na ulaghai, iwapo atapatikana na hatia. Hii leo Askofu Mark Kariuki na mwenzake Koni Kivuti waliongoza muungano wa maaskofu wa makanisa ya kievangelisti kutoa msimamo wao. One rotten tomato. All that ni hapa ambapo muungano huu unaodaiwa kuwa na wanachama 400 pia ulimkana Victor Kanyari na madai ya maovu yake.

Taifa la Kenya lina zaidi ya makanisa elfu nane yaliyosajiliwa, kumaanisha mbali na yale yasiyo ya kiinjilisti, muungano huu hauna mikakati kabambe ya kuangalia usajili na shughuli zinazoendelezwa na wafuasi wote wanaokuwa na imani sawia na wao. Maaskofu wa muungano wa makanisa ya kievanjelisti nchini wameukataa uwepo ama uanachama wa kanisa lake Victor Kanyari. Kinachosubiriwa ni hatua itakayochukuliwa baada ya kuchunguzwa, na vilevile hatua madhubuti ichukuliwe dhidi yake ili kuwakomboa Wakenya walio na mahitaji ya kihali na mali dhidi ya ulaghai wa wachungaji wengine kama Pasta Kanyari. Lofti Matambo, KTN Leo, Nairobi.